na hii ni Mnyalu TV. Raisi mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete ambaye ni mjumbe maalum wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, amehitimisha ziara yake kwa kukutana na Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Mkutano huo umefanyika jijini Ouagadougou Odagu, Leo Aprili 17 katika mwaka wa 2025 na, na kuhudhuriwa na maafisa waandamizi kutoka serikali zote mbili akiwemo Balozi Hois Temu. Katika mkutano huo Dkt Kikwete ameeleza shukrani zake kwa kupata fursa ya kukutana na Kapteni Ibrahim Traore na kumkabidhi ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan. Rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe maalum kwako, na nimefurahi umenipa fursa hiyo na leo umeupokea rasmi. Dokta Kikwete amewasilisha pia salamu za Rais Samia kuhusu muhimu wa kuimarisha ushirikiano baina ya nchi za Afrika, hususan kubadilishana uzoefu ili kwa pamoja Afrika iweze kuendeleza rasilimali zake kwa faida ya watu wa bara lao. Na pia alipokutana na Ibrahim Traore, kama kawaida Ibrahim Traore salamu yake hajesahau, alimpatano Rais mtaafu Jakaya Mrisho Kikwete na kuzungumza vitu ambavyo viliendelea. Subscribe na turn on notification ili uanze kupata habari ambazo zinawekwa hapa.